chazo mpira ndali ya kimya golikipa aishi salum manula anabaki, anashangaa. Unaweza kujiuliza hawa ni mashabiki wa Nkana FC Red Devils? Kama alivyofanya Nkana Stadium, kichwa zambi, wanakaa chini huku, Walter Bali ya kepteni akienda kuwapa maelekezo. Mara hii Peter Waweru mwamuzi anasema nyanyukeni, rudini kati. Aggregate moja kwa tatu Simba kipress Simba akishambulia Harrison Chisara akamimina maji wote bwale, akapiga taju heda. Aishi salumanula hana cha kufanya zaidi ya kuona mpira unaingia kambani. Nkana wanawasalimia mashabiki, wanawashangilia hapa, kwamba Merry Christmas. Nahodha walrabalya anaitangulizwa Simba, aitanguliza mkana fi. Dakika ya 16 ya mchezo, Simba sifuri Nkana FC moja. Muhamed Hussen Chama, Clatus Jonas Mkude, mwana ukome, Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa Mwamba Lusaka tipos akakontrol aka na kuachia bom kali, akashuka na mashetani wekundu. Jumla jumla anajibu kwamba Merry Christmas wanasimba, mashabiki wanapata mzuka, ni goli la kigaidi. Tazama klatu chwota chama triple mwamba lusaka akajisetia, akatandika mti mmoja goalkeeper itiba li, li jaribu kudive brother, familia na kutegemea brother, ukitegua nyonga itakuwa madhara kwa familia. Patrick, usem si uchebe ule mweupe unapepea tu namna hii. G Pascal wawa nipo chini, mchezaji wa mkano ilikuwa na changamoto kubwa kwake. Mwamuzi Pita Waweru anaita, wakati huo ni kona. Ajaribu kuzuia mpira ule Shadrick Malambo. Zinaongezwa dakika mbili kukamilisha 45 za kipindi cha kwanza. Chezeni. Jama, anaingizwa ndani Kagera, yes, yes, o, oh, yes level aggregate. ina level aggregate tatu tatu na aggregate. Mbili mbili mbili, ni mbili moja sasa kaifatiln mashini anapiga kichwa kizuri mno, kichwa cha kubembeleza. Wale wanaolia wako wapi? Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke? Nkana FC wanalia, pole. Wanalia mvutano pale, lefri ambia tulieni. Wanakwenda Hassan Dilunga. Dilunga naweka pass goal. Maajabu! Haya ni maajabu. Ninafungwa kwa gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? Nani alisema? Yuko wapi? Wewe unayeteseka. Wanakuona wana Simba wanafurahia. Hii ndo dhana ya nguvu moja, nguvu moja. Tatu kwa moja, tatu kwa moja, aggregate nne kwa tatu. Asandilunga kweka w wow. ewa yemwe yemwe yemwe yemwe tatu sichota chama Lusaka mzeo masabta sabta Patrik osems uchebe unapepea namna hii, upala unatoka jasho la furaha. Wanasimba wanalia, hawaamini kinachotokea. Wameshuka jumla jumla na Nkana Football Club. Napiga ramli, napitia kanuni na sheria za FIFA. Magoli kama haya yanaruhusiwa kweli? chama Triple C HD pass kwa kisigino, ala, ni chibwe! Utavunja utavunja mwili huo. Sisi ni soka burudani, inaendelea.